Sema eh, ni bariki Bwana. Eh, imefika wakati wa sadaka, watu wanainuka pale kupeleka sadaka, we hujui unaanzia wapi, unafikiri ni jambo la kawaida kumbe eh, kuna chimbuko pale. Eh, leo nimejifunza mengi hapa, natamani humda ungekuwa unaweza rudi nyuma kidogo alafu <laughs> Amen. Hey, alright. Basi kama uko na swali lote la mwisho kwa sababu ya muda. Swali la mwisho kabla ni mruhusu mtumishi akaweze kusummarize alafu eh, nimwachilie. Nambari ni 0412491020. 0412491020 kaweze jb kawezi kutonga simu wakati mtumishi wa Mungu anapo eh, malizia, malizia pengine mtumishi wa Mungu tunapomalizia eh, malizia, malizia. Eh, unalipi la kumalizia? Amen, mimi kikubwa kabisa, ndugu mtangazaji, ningependa sana kuwasisitiza watu kumkimbilia Yesu Kristo, kwa sababu mimi nimemtumikia shetani, na mpaka safari yangu ya kuja kuokoka imekuwa ni safari ndefu sana. Uchawi upo, na uchawi upo kabisa, upo na unatenda kazi, na niwaambie watu Achaneni na hao laba waganga nakuta imeandika kibao sijui namba za simu sijui ni nini. Mm -hmm. Hao ni matapeli tu mm -hmm. Huo ni uchawi tu wa, wa, wa, ni matapeli mm -hmm. Lakini nijaribu tu kuwaambia watu atuko mm -hmm. Hapa kwa ajili ya kuutangaza uchawi mm -hmm. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kusema mm -hmm. Yesu anaokoa na Yesu ana nguvu mm -hmm. Na kwa nini tunajaribu kuudadafua uchawi mm -hmm na kuweza kufungua akili za mtu mm -hmm. Kitabu cha Hosea sura ya nne mstari wake wa sita mm -hmm. Inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa mm -hmm. Na maanisha kwamba ukiyapata maarifa ya kiroho mm -hmm. itakusaidia kushinda vita ulionayo mm -hmm. Na kanuni ya vita, mtambue adui unayepigana naye mm -hmm. Tambua nguvu alizonazo adui mm -hmm. Tambua silaha alizonazo adui mm -hmm. ili uweze kuishinda vita mm -hmm. ni ngumu kushinda vita pasipo kujua adui unayepigana naye mm -hmm. na nguvu zake ziko vipi mm -hmm. kwa hiyo ukiwa umesimama, ukiwa mwana maombi mm -hmm. ukiwa mtu wa kusoma neno la Mungu kwa bidii mm -hmm. na ndivyo kumshinda shetani mm -hmm. Aa, nitaomba kwa wale watu labda, ndugu mtangazaji, utaniruhusu nitaje namba za simu mm -hmm. E, kama kuna mtu anaweza akawa atahitaji kujua zaidi, kujifunza zaidi na kujua namna ya kupigana vita vya kiroho, ninaomba nitaje namba za simu. Namba zangu za simu ni sifuri saba kumi na saba mia tano mia nne thelathini. Sifuri saba kumi na saba mia tano alafu mia nne thelathini. E, sifuri saba kumi na saba 500, mm -hmm. 430. 430. Ehe, Pastor Peter um, Piter mtwako nanijua, kama hilo jina Pastor eh, Peter ila, mm -hmm. jina langu kabisa naitwa Pastor Gervas Peter sufuri saba, moja saba, mm -hmm. tano sufuri, sufuri ine, tatu sufuri. Amen, amen, basi Mungu wa mbinguni akubariki lakini tuweze kumalizia kwa neno la maombi kabla ni mruhusu ndugu yetu pia akaweze kuaga. Amen. Ah, mm -hmm. Naomba niombe na mtu yeyote ambaye kuna mahali unaumwa kuna mahali kuna shida hawa unanisikiliza upo kwenye biashara yako ishike tu biashara yako mimi nitamke neno na Mungu atatenda hapo hapo ulipo kama kuna mgonjwa unanisikia upo kitandani umelala uwezo kainuka mimi nakwenda kuomba na uponyaji unashuka hapo hapo ulipo Amen. weka tu mkono pale unapoumwa mimi natamka neno na Mungu anakushukia hapo hapo ulipo Amen. baba katika jina la Yesu Kristo umenituma kama chombo chako kama silaha yako ya vita kwa maana imeandikwa kuweka leo juu ya mataifa kwa ajili ya kubomoa, kwa ajili ya kuharibu, kwa ajili ya kung'oa. Nami nasimama kinyume na kila mamlaka za kichawi na kila mamlaka za kuzimu na kila madhabahu za giza zilizokamata ndoa ya mtu, zilizokamata biashara ya mtu, zilizokamata seli, tishu, organ, white blood cell, na achia moto ndani ya mwili wa mtu, na achia moto kuanzia sasa, kwa maana imeandikwa kitabu cha Ufunuo sura 12 mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu Mwana kondo na kwa neno la ushuhuda wake ambao akupenda uhai wake hata kufa. Naachilia moto ndani ya mwili wa mwanamke, na achilia moto ndani ya mwili wa mwanaume, na achilia moto ndani ya watoto. Kila mgonjwa anayenisikia uzima uanze kupita ndani yake, aliye logwa mifupa, aliye logwa kizazi, aliye logwa kifua, aliye logwa moyo, aliye logwa tumbo, aliye logwa uso usu, asiolewe, aliye logwa kazi ya mikono yake, naachilia moto kuanzia sasa, na achilia moto kwa jina la Yesu Kristo kwa maana imeandikwa kitabu cha Kutoka, Kutoka 22:18, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Ninaachilia moto kila mchawi aliyeloga maisha yako, kila mchawi aliyeloga watoto wako, kila mchawi aliyeshambulia maisha yako, naachilia moto kuanzia sasa, naachilia moto upite kwenye uzao wa tumbo lako, moto wa Bwana upite, jini yote aliyeachiliwa, jini makata, jini maimuna, jini shamsu, jini aliyetumwa, jini jadul aliyet tumwa kumeza maisha yako aliyetumwa kunyonya damu ndani yako, naachilia moto na kuteketeza kila mamlaka za kichawi na kila mamlaka za kiganga na kila mamlaka za giza, kila irizi, kila matunguli, kila viringe vya waganga vilivyokamata uzao wa tumbo lako, ninaachilia moto kuanzia sasa, ninaachilia moto kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe, naye abiringishaye jiwe litamrudia mwenyewe, naye ategae mtego tanasa mwenyewe. Ninaagiza wanaokupiga vita waingie kwenye mashimo yao. Ninaagiza wanaokushambulia waingie kwenye mitego yao. Uzima na ukombozi kutoka mbinguni uanguke ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji. Mwanamke, unanisikia? uliyelia kwa muda mrefu, uliyeteswa kwa muda mrefu, uliyepigwa na tufani kwa muda mrefu, mwanaume uliyeachwa, mwanaume uliyeteseka, mwanaume usiyokuwa na kazi, pokea muujiza wa kazi. Naachilia malaika wa Bwana, kwa maana Nikwako, tazama nimetuma malaika wangu asimamaye mbele yako kwa ajili ya kunyosha mapito yako, anyoshe njia zako. Pokea uzima, pokea kukombolewa katika jina la Yesu Kristo. Nimenena na imekuwa. Amen.